Hili ni jim ni madhambi ya binadamu, walbau birullah, nabaa ya mwisho ni wema wake Allah, fabaina rahmatillahi wabirri, ni kipindi ambacho dhambi zetu sisi zimewekwa kati kati na rehema yake ya Allah pamoja na wema wake. Mwezi wa Rajab una majina mengi uliitwa shahrul asam, uliitwa shahrul asam. Alhasil, qissa cha mi'raj kilitokea mwezi mtukufu wa Rajab, na leo niazimeni masikio tuzungumzie qissa cha isra wa mi'raj. Kisa hiki tukiamua kusoma kitabu chote hiki hichi kisa ni robo tatu ya Uislamu mzima na usawa wake itakiwa kisomwe mwaka mzima, hichi kisa cha Isra wal Miraj. Kwa hiyo itakuwa ni miujiza mikubwa ndani ya visa kukisoma kisa chote cha Isra wal Miraj. Kwa hiyo na hakika tutachukua sehemu muhimu zaidi lakini tukienda ile tu kama kutafsiri neno na ibra itakuwa ni ndogo. Kwa hiyo kwa kadri ya Mwenyezi Mungu atakavyotuwezesha, tutasoma mwanzo mpaka mwisho kwa kujumuisha ndani yake, kisa hiki ndio Uislamu wote. Lakini kisa hiki mpaka kuja kwake ziko sababu zake. Miongoni mwa sababu, wakati mtume sallallahu alaihi wasallam alipata kumuoa mke ambaye alimpita miaka kumi na tano na wakaishi miaka ishirini na tano na wakazaa watoto sita. Mkewe anaitwa Sayida Khadijatul Kubra, Sayida Khadija. Khadija aliugua kafariki, ilikuwa ni sapota kubwa sana kwa Mtume Muhammad. Awal man amana bihi minan nisai Khadija. Mtume rehma na amani jue juu lake, kabla hajawa mtume Mwenyezi Mungu alimwandalia mazingira ya utume, wizara kudakhilia, wizara ya mambo ya ndani, mwenza wake Allah akamfanya ndo mpenzi, ndo mdau wa mwanzo kuikubali dini yake. Hata nyumbani ukiwa unamke anakupinga pinga katika jambo, upiki mbali, angalia mitume wote wale walikipingwa na wake zao hawakufika mbali, hawakupata watu, kinasena aluhi kinasena anu watu wa kuhesabika. So mke naye na mchango mkubwa. Kwa hiyo Sayyida Khadija alikuwa na mchango mkubwa katika Uislamu kiasi ambacho ile mali yake alimpa Mtume Muhammad na mtume akapata sapota kuendesha mambo ya dini

alokuwa akimtonya Muhammadi habari za mbinguni. Wallahi keshaktupa hampiditeli ni ten ndo ikaja wabuha wallaili idha saja ma wadaaka rabbuka wa ma qala, hajakutupa mwana wako wala hajakuachia mkono. Akamtajia mambo aliyompa, alam yajidka yatiman faawa, sisi situlikukuta wewe ni yatima tukakukusanya pale kwa Abu Fadl mahala shahid, wawajadaka ailan fa ahma, tukakukuta wewe maskini, kuna kitu sifrulyadaini, tukakutajirika wewe kwa kumuoa Sayyida saji, Khadija Bukubra. Ndio maana wa namaasira wakimtaja Khadija utasikia khadijatan man khadija wa ma abraka man khadija. Kwa hiyo alipata support akubwa lakini baadaye alikuwa na ami yake Abu Talib, alikuwa kiongozi wa Makuraishi, alikuwa akimziiria Mtume kutokana na maudhi ya wapinzani wake. Sasa mwaka wa kumi toka kupata utume, Mtume Muhammad akafiliwa na kipenzi chake Sayida Khadija, na ndani ya miezi miwili mitatu au mwaka uliofuatia au ndani ya mwaka huo akafiliwa tena na mzee wake Abu Talib. Hizi zilikuwa nguzo mbili kwake. Hata hapa mjini, ili mambo yako yawe mazuri, lazima uwe na watu. Kwa hiyo, mtume alikuwa na watu. Hata mkisoma vitabu vya sira, da'watu sirriyatu thalathu sanawat, mtume alikuwa akifanya da'wa ya siri miaka mitatu. Sio siri kwamba watu wananong'onezwa, ilikuwa ni da'wa ya target. Alikuwa akiwatizama viongozi watu wenye mihimili mikubwa katika jamii, na wale watakomkubali, fulani atanikubali, hatanikubali basi. Alivyowapata watu ndo wakawa wanasogea, miongoni mwa watu muhimu, ammi yake na mke wake. Basi hao walivyoondoka, kwa hakika alihuzunika mtume mpaka ule mwaka, laqad summiya amal huzn. Wanaosoma Khulasatulyaqini tuliuita ule mwaka, mwaka wa masikitiko Watu wenye kumtakia mtume kheri wakamwambia, ya Rasulullah, ala tatazawaji woi, tena ikishakufa basi, fulani ana binti yake, fulani ana mtoto mzuri. Mtume akasema man mithlu Khadija, man mithluha, awakiwa nai yake <tale> Israhili akaambia Muhammad salma <tale> itakotwa wala wapo hajakuacha Muhammad, unataka nini? Kuliani kuna malaika wa milima, kushotoni kuna askari wa milima. Pendekeza adhabu yoyote unaoitaka, tuwakusanye hawa watu katikati, tulete milima tuponde vifa vyao, alafu kusiwe na mji unaitwa Taif. Angalia nabiallahi hey, noo. Kasukumwa kidogo, kafukuzwa kidogo, sema rabbi la tadhar ala lardi mina lkafirina dayara

Mwenyezi Mungu, naomba watu waongoe, hawajuli. Wallahi, wangenitambua mimi ni nani, wasingeyafanya yote haya. Ndo ile mtume asema innama bu'ithtu rahma rahmatun muudatun, mimi ni rehma, nimeletwa kwenu bure. Mtume alikuwa ni rehma kwa maneno yake mazuri. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, ilikuja suratu Yusuf kumliwaza mtume Muhammad, lakini baada ya hapo ukaja mwaliko, mwaliko rasmi, analeta mwaliko huu